Tamjibu nini Mwenyezi Mungu? Usitafute jawabu la kunijibu mimi, tafuta jawabu la kumjibu Mungu. Utajibu nini? Jina lako nani? Ha? Salim, Sheikh Salim, Sheikh Salim, utajibu nini? Yule bwana John anakushtaki kwa sababu wewe ulikuwa jirani yake mlango kwa mlango, lakini hukumfikishia kilma cha la ilaha illa Allah. Anakushtaki mbele ya Rabbul Alamin na siku Grani hiyo mlango kwa mlango. wala yudhlamu inda rabbika ahada, mbele ya Mola hadhulumiwi mtu yoyote la dhulma liyoma, siku hiyo hamna dhulma. Tajibu nini? Niambia Sheikh Salim. Ha? Hujapata jawabu? Jawabu nakupa mimi kila unaikutana naye mfikishie kilima cha la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Wala hakuna falsafa nyingi, a Uislamu ni la ilaha illa Allah, ndio ufunguo wa kuingia katika Uislamu muhammadur rasulullah. Kila kafiri unaikutana naye mfikishie ujumbe huu, kisha mwambie angalia, nimekufikishia ujumbe. Mbele ya Mwenyezi Mungu mimi nitakuwa shahidi yaumul qiyama kwamba nilikufikishia kilima cha la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Mungu mmoja na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu period. Kuisha maneno. Sisi kule tumetoa falsafa itruqil bab, gota mlango, tuna madai kadhaa, tumewaajiri, tunawalipa wao, hawana shida yoyote, usafiri tumewapa, vifaa tumewapa, vitabu tumewapa, vipeperushi tumewapa, tuambia mfuate mitaa yote, mlango hadi mlango. Wanampa kipeperushi: Uislamu ni nini, Muhamadi ni nani, hijabu ni nini, dini ni nini, swala ni nini, zaka ni nini, kuingia katika Uislamu ni vipi. Hizi bwana tumekupa sisi bwana. Ah, mimi ni Mkristo. Hatujakwambia wewe ni Muislamu, visome hivi kisha ufanye uamuzi wewe mwenyewe. Salamu alaikum. Haya, wanakwenda nyumba nyingine, hivyo nyumba nyumba. Wakimaliza mtaa huu, wanaanza mtaa mwingine. Ile nyumba wanaokwenda wanaiweka mark kwamba hii tusha, tushafika hapa, wanaiweka alama nyumba nyumba, Nairobi mzima. Tuna mpango wetu ni kwamba insha Allah mwenyezi Mungu akituwezesha mpaka mwisho wa mwaka ishirini, uh, ishirini na saba tutakuwa tumemaliza mji wote nyumba nyumba, iqamati alhujja. Hii ndio kufikisha ujumbe, kiukweli ile haki tu, tuifikishe kisawa. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mwanza hakikisheni walioko hapa wote mumewafikishia ujumbe wale watawala kwa ngazi zote. Sisi tunawapeleka package ya Qur'ani ambayo ni kizungu tu peke yake na kitabu cha shahada na cha swala tuna, wa, tuna pack vizuri. Tunamtembelea mtawala mmoja hadi mwingine kwa ngazi zote, tunakwenda kwao tunakubana. Tumekuja kukusalimia bwana, vipi hali yako bwana? Mzima bwana, huna neno bwana. Bwana, hii ni hadia kutoka kwa Waislamu. Tunatwenda unakaa baada muda unakutana na yeye, shekhe, ile hadia yenu bwana, nilisoma kwa, kwa naye msikitini msikitini akwambia, ile hadia yenu imenileta hapa bwana ile hadia mulionipa ya msahafu ndio imenileta hapa. Ni mkuu wa mkoa, ni nani, ni nani, ni nani. Tunaswali na wao, akimaliza sala akufuata kwambia, we bwana, si wewe ndio ule ulikuja kunileta ile hadia bwana? Basi alhamdulillah, hadia yako imefanya kazi, ndio imenileta hapa. Tusikae tukalaumiana, tusikae tukazozana, tuangalie la kufanywa. if, if you don't plan you plan to fail. Kama hamufanyi utaratibu, mwafanya utaratibu wa kufeli. Sasa tuweni ni watu wenye kujipangilia kisawa sawa, na tuwe na mshikamano. Mwenyezi Mungu atujalie, mina alladhina yastamiuna alqawla fayatabiuna ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.